Naam, bwana, hili ni lisala kutoka kwake Mama Hadija Kopa. Moja kwa moja tunaweza kusema kwamba ni ujumbe ambao unamuhusu Diamond Platinumz, kwa sababu ukizingatia vizuri, basi utagundua kwamba Diamond ndiye mtu ambaye yuko katika mahusiano na mtoto pekee wa kike wa Mama Hadija Kopa, yani tunamzungumzia Zuchu. So kutokana na sababu hizo basi, eh, ni kwamba ni wazi kabisa inaonekana dhahiri shahiri kwamba Diamond Platnumz bwana, hiki alichokizungumza hapa mama Hadija Kopa alikuwa yuko na Juma Lokole, eh, somewhere, eh, ni kwamba mama Hadija Kopa alikuwa anazungumza directly, yani kinagaubaga kwamba yeye katika suala zima la mahusiano ya mwanaye na mtu yoyote yule ambaye yuko naye sasa hivi which tunafahamu kabisa kwamba ni Diamond Platnumz. Inaonekana wazi kabisa kwamba Hadija Kopa bwana, mambo ya kusema kwamba mwanaye awe mvumilivu kisa tu ndoa, yaani awe anapigwa kila siku, yeye avumilie, asitimue, ni jambo ambalo yeye hataki kusikia. Now we lakini pia mama Hadija Kopa bwana kuishia hapo, amedai kwamba iwapo kama mwanaye akaletwa kungwi pale nyumbani, kwa ajili ya kumfundisha au kumfunda baadhi ya vitu kwa ajili ya kwenda kuishi na mwanaume, basi moja kwa moja ni kwamba mama Hadija Kopa anasema kwamba huyo kungwi inabidi amfundishe mwanaye vitu vya maana, vitu vya msingi, lakini sio swala la ustahimilivu kwenye swala zima la kupigwa na mumewe yaani mama Hadija Kopa amedai kwamba kama kungwi akijitokeza kwenda kumfundisha kumfunda binti yake jinsi ya kuishi na mwanaume, asija akathubutu huyo kungwi kumfundisha binti yake kustahimili pale mwanaume wake atakavyomtandika au atakavyompiga, kisa tu kwamba labda eti ni ndoa, aivumilie ndoa isivunjike, au labda kusema kwamba eti yeye na huyo mwanaume wake hawatakiwi kuachana kwa sababu wameshaoana. Kwa hiyo hata kama akimpiga e, e, e, yeye awe mstahimilivu avumilie. Hicho ni kitu ambacho mama Hadija Kopa amesema kwamba hicho kitu hataki kabisa kwa mwanaye, kwani anaweza akarudi nyumbani hana hata msiku siku, akarudi hana jicho hana mkono na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo, kwa kifupi, ni kwamba Hadija Kopa ameweka wazi kwamba swala la binti yake kupigwa huko kwa mumewe hataki kusikia na wala hataki litokee. Kwa hiyo bwana amelizungumza hilo swala wazi akiwa anazungumza na Juma Lokole. na Juma Lokole ameiposti hiyo video moja kwa moja kupitia ukurasa wake wa Instagram ikiwa namuonyesha mama Hadija Kopa akiwa anazungumzia swala hilo So nataka hapa usikilize kidogo kile ambacho amekizungumza Mama Hadija Kopa kuhusiana na hii ishu ya uvumilivu. Varba ndogo ndogo mwa mumewe anaumwa hey, hey, simtupe simuache, hey, kwa sababu mwangu anaumwa mume hey, kipato kimeshuka hey, astabi nio <laughs> Yeah, so hapa alichokuwa nakizungumza mama mama Hadija Kopa ni kwamba, eh, mwanaye inatakiwa kama ni kungwe anamfundisha, basi amfundishe ustaamilivu kwenye swala zima la kipato, maradhi, yaani ugonjwa, labda mumeo anaumwa au mumeo kipato kimeshuka na vitu vingine kama hivyo, lakini sio kwamba eti awe anapigwa awe yeye anastaamili hilo swala. Yeye mama Hadija Kopa amesema kwamba hataki labda mengine Asta Asta eh, sitahamili lakini kuu uu stahamili, sitaki mwanangu kungu ya kuja kumfundisha mwanangu mambo ya kustahamili hayo, namfukuza kama sijui. Ya, so kwa kifupi ni kwamba kwa upande wa Diamond, hata hivyo hatujawahi kusikiaga akiwa na sifa yoyote ile ya kumtandika mtoto wa kike hata siku moja. Katika wadada wote ambao ameshawahi kuwa nao katika mahusiano, hatujawahi kusikia Diamond hata siku moja akiwa ametajwa kwamba eti alishawahi kumpiga mwanamke yeyote, so it is what it is. Lakini mama Hadija Kopa amekuja kutilia mkazo swala hilo kwamba kwenye mambo ya ustahimilivu, vitu kama hivyo yeye kwa upande wake hataki

Yeah, so baada ya hapo ni kwamba Hadija Kopa mama mzazi wa Bibie Zuchu akaendelea kufafanua kwamba kitu ambacho mashehe wenyewe pia wanasisitiza ni kwamba wanawake wanatakiwa wapewe raha, watunzwe, wahudumiwe, wapendwe, e, wajaliwe, walindwe na vitu vingine kama hivyo, lakini sio kwamba eti wanawake wanatakiwa wapigwe na waume zao hey,

mtu anakubali uvumilivu kwenye ndoa maana yeah. Mume wake akapata na ugonjwa wa stroke usimkivie, ndio angaika naye mpaka Mwenyezi Mungu anapofikisha mume mm. Alikuwa na, sasa ikatokezea bahati mbaya akafeli kati yao kivie mm. Angaika mbali ndio mume alikuwa ana dharura ndogo ndogo yeah. Mkivie, lakini oh my god <laughs> Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo eh, ni kwamba mama Hadija Kopa bwana ameweka wazi kwamba swala la uvumilivu kwenye kipigo hakuna bado, labda tu avumiliane kwenye vitu vingine. Umeona bwana, so hapa bwana kuna comment pamoja na caption. Caption ya Juma Lokole ameweka emoji nyingi sana za kucheka, alafu akasema kwamba walai, nimejua kucheka leo. Meona eh? Alafu hapa wadau pia wamekuja kuweka maoni yao katika comment section baada ya Juma Lokole kuposti video hiyo akiwa yuko na bibie Hadija Kopa, au mama mzazi wa Zuchu, au mama mkwe wa Damu mzee. Watu hapa wamekuja wamesonga bwana, mbona anapigwa matukio bwana, au wivu, au wivu wangu tu. Baba yetu Clement Mwandambo, sasa zamu ya, ya kumwongelea Zuchu tumsaidie. Eh, lakini hapa kuna mdao mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bibi Hadija Kopa bado ni mrembo mashallah. Kwa mda bwana huyu, mama amezaa amekaa kimahaba sana yani, very feminine. Yani, kuna mtu ameandika hivyo, apigwi ngumi wala mateke, ila atapigwa matukio mpaka atubu. Mrembo eh, mama bado mzuri mashallah miaka inaenda kwa mda sawa bwana. Mama Zuura kanikumbusha enzi za mama yangu, eti ni mwiko kuvumilia matusi, dharau, kipigo kutoka kwa mwanaume, ila kukosa pesa kunavumilika na magonjwa mengine, ila kubwa kabisa mwanaume atakaye kukataza kufanya kazi ya ubiashara, huyo ni adui mwanangu, kimbia usigeuke nyuma.